Bwana, kweli u mtakatifu na kila kiumbe kumbwa nawe kina kusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala waachi kukusanya watu kwake, ili toka mawio ya jua hata machweo yake, okay? dhabihi usafi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.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

Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya yanayoyaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kuinizwa kwa sadaka ya kifo chake utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo yeye, yeah, yeah, atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria wenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watakatifu watukufu pamoja na watakatifu Petro na Paulo mitume wasimamizi wa dekania yetu, mtakatifu Jemagargan msimamizi wa jimbo letu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako, tunakuomba e Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa kumi na nne na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia na askofu msaidizi Wilbur Kibozi pamoja na maaskofu wote wa klero wote